Michezoni ni afueni kwa timu 26 za wavulana zinazoshiriki ligi ya FKF huko Vihiga, pamoja na vilabu 12 vya akinadada katika kipute hicho, baada ya kupokea ufadhili wa shilingi zaidi ya milioni moja na vifaa muhimu vikiwemo sare na mipira kutoka kwa seneta wa kaunti ya Vihiga, Jofrey Osotsi. Seneta huyo anaimani kuwa hii ni mojawapo ya mchakato wa kuimarisha viwango vya soka katika kaunti ya Vihiga. Nani golikipa anasema, timu zote mbili hapa basi, nambari yangu ya Rafa. Mimi ningewaomba viongozi wenzangu kwamba tuanze kufikiria ligi zetu, ligi zile za ward, ligi ile ya constituency, ligi ile ya county. Na mimi nimeanza kama mfano. Kuna zile fedha ufadhili ya participation affiliation registration fees, seneta wetu amewalipia. Seneta wetu anaenda kupatiana mipira mbili na jerseys team. Naam, kufikia hapo ndio tunatamatisha taarifa kuu za mchana huu wa leo. Mie ni wenu Swale, kwa heri.